Hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii simulizi ikiwa inaitwa Mchuma Janga Hula na Wakwao, sehemu ya 29. Sehemu ya 28 tulipoishia tumeishia sehemu ambapo tunamwona bwana Kijangwa akiwa anazungumza na askari Chacha kuhusiana na uwezo ambao aliokuwa nao, ambavyo alikuwa akibishana na mzee Baruzi huye kutumia mambo ya mazingara, yaani uwezo wa kiuchawi na uganga pia tukaona wameagana na bwana Kijangwa amerudi nyumbani kwao, na hatimaye askari Chacha akaamua kuja kwa bwana Wavuti. Baada ya kufika pale, akasikia sauti za wanawake wawili zikiwa zinazungumza mle ndani ya hiyo nyumba ya bwana Wavuti. Alivyoangaza huku na kule, akakuta mzee Kashero amejiinamia hasa akiwa anawaza kuhusiana na kijana wake bwana wavuti. Yanayoendelea kumkuta, mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi 02 Baba Sam the King. Kama endapo utakuwa hauja subscribe chaneli yetu, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu chenye alama ya kengele, unaweza ukagusa hicho moja kwa moja, utakuwa mwanafamilia wa chaneli yetu ya Baba Sam The King Tanzania TV channel chochote kile ambacho kitakachokuwa kinarushwa hapa utakuwa ni wa kwanza kabisa kukipata, kwa sababu utakuwa ni mwanafamilia. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 29 ya simulizi hii, mchuma janga hula na wakwao. baada ya kumkuta amejiinamia pale, moja kwa moja Alienda mpaka pale mlangoni askari Chacha na kuanza kugonga mlango, ingawa huo mlango ulikuwa wazi, yaani ikimaanisha tu kwamba anatoa ishara kwamba kuna mtu ambaye yupo. Kilichotokea, askari Roida alitoka kule moja kwa moja, kaja mpaka mlangoni pale, akamkuta ni askari Chacha ambaye yuko pale amesimama. Bi Zanura Kabindi hakutaka kwenda kwa sababu alikuwa anajua huenda atakuwa ni baba mkwe wake. Kwa hiyo kama namna jinsi ambavyo tunafahamu katika utamaduni wa Kiafrika, huwa baba mkwe na mke wa mtoto wake, yaani mkaza mwana wake, kwa asilimia kubwa huwa na heshima na huwa na mipaka huwa hawataki kabisa kukutana, ingawa kwa zama hizi kwa watu wa mjini huwa wanafanya hivyo vitu. Baba mkwe na mkaza mwana wanaweza wakakaa pamoja wakapiga stori, lakini kwa tamaduni za Kiafrika na kabila, na makabila mengi huwa hicho kitu hakipo, huwa kuna kuwekeana heshima. Kwa hiyo maana yake nikiwapa mfano tu kwamba Bwana Wavuti hawezi akakutana na mama yake na Zanura wakakaa na kuanza kuzungumza, hiyo ni ngumu. Na wala mzee Kashero hawezi akakutana na Zanura Kabindi wakakaa pamoja na kuanza kuzungumza ili waweze kuzungumza, wanazungumza wakiwa mbali mbali kutokana na tatizo ambalo linalo kuwepo. Kama kunakuwa kuna tatizo kubwa, ndipo ambapo wanakaa mbali mbali. Kama ni viti basi, mmoja atakiweka kama mita tatu hivi na mwingine hivyo hivyo hapo ndo atakapoanza kuzungumza na kusikilizana, lakini kusogeleana hivi hapana. Na hata baba mkwe akikuta mkaza mwana yuko ndani ya nyumba, hata ikiwa ni ya kwake, labda naongea na mama mkwe wake, yeye hawezi kuingia humo ndani. Kwa hiyo moja kwa moja Bizanura Kabindi alijua huenda ndo yule baba mkwe wake, yaani mzee Kashero atakuwa anagonga, huenda kuna kitu anachotaka kukizungumza. Kwa hiyo hakutokea, bali alisema tu karibu, kuashiria kwamba huenda anaweza akazungumza chochote ili aweze kumsikiliza. Lakini askari Roida alitoka kule moja kwa moja akaja mpaka pale mlangoni. Baada ya kufika, akamkuta ni askari Chacha ambaye amekuja hapo, ndipo ambapo alipomwambia kwamba waende wakashughulikie swala la kumhusu kijana huyu wa kuitwa bwana Wavuti. Hapo ndipo ambapo mzee Kashero alipoagizwa kwamba aingie katika gari la askari Chacha, na hatimaye alisimama alipokuwa amekaa na kujiinamia akaenda moja kwa moja mpaka kwenye gari na akaingia, na hatimaye safari ikaanza. Askari Roida alimwaga rafiki yake Bizanura kabindi akaingia na yeye kwenye gari na hatimaye akaondoka. Zanura alitoka nje na kuangaza hapa na pale lakini akakuta pote pana usalama, isipokuwa tu amebaki yeye mwenyewe peke yake. Baada ya kubaki yeye mwenyewe peke yake, hapo ndipo ambapo akaona aanze kuwaza, na alianza kuzungumza peke yake akiwa amemshikilia mtoto wake, amembeba mgongoni, huku akisema Peke yangu hivi hapa naweza nikakaaje? Mbona kama vile naanza kukumbukia kumbukia yale matukio yaliyokuwa yakitokea pale duka hivyo. Huyu mzee baruzu uye huyu hawezi kuja kweli na kuanza kunionyesha vimbwanga hapa hmm? cha kufanya nifanye nini au nikimbieni ika nikafikiria vizuri hivi, ile hospitali ile mm, kule nako ni mbali, siwezi nikatembea nikafika, ni lazima kwenda na gari, ningeenda nah kumwangalia, pengine rafiki yangu Dorisi huenda takuwa kule, lakini ngoja Ngoja kwanza niingie ndani, nijaribu kumpigia hivi. Kweli atakuwa bado yuko kwa Daktari Wachungura kweli? Hebu hmm. Ngoja nijitose, nione nini kitakachotokea, okay. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, aliingia moja kwa moja ndani akachukua simu yake na kutafuta namba ya Doris ili aweze kumpigia. Na hatimaye alivyompigia, Doris alipokea simu na hatimaye wakaanza kuzungumza, lakini Doris alianza kumwambia, alimwambia kwamba wapo njiani, yupo na daktari Rwechungura Mganyezi wanakuja eneo hilo hilo kwa bwana Wavuti, wapo kwenye gari. Baada ya kusikia mazungumzo kama hayo kutoka kwenye simu, manake alifurahi sana, akasema karibu karibuni, karibuni sana. Hatimaye akakata simu na kuanza kurukaruka. Kumbuka ana mtoto ana mtoto wake mgongoni lakini akaanza kurukaruka kwa furaha, kwa sababu kidogo alikuwa amekaa kinyonge kinyonge baada ya kujikuta ye mwenyewe yuko peke yake na vile vimbwanga vyote ambavyo vilivyotokea. Mzee Baruzu uye kuanza kubishana na askari Chacha kidogo ilimuweka kwenye sintofahamu, akaona ni kama Mzee Baruzu uye anaweza kuanza kuyaleta hayo mambo tena yakaanza kurudi upya, na wakati yuko peke yake, je, ni nani ambaye atakayeweza kumsaidia? Kwa hiyo hapo akaona ni vyema zaidi ajaribu kumtafuta rafiki yake Doris. Kumbe rafiki yake Doris naye anakuja anakuja na mchumba wake ambaye ndiyo huyu Dr. Rwechungura baada ya kukaa kwa muda mfupi, moja kwa moja alisikia mlio wa gari ukiwa unakuja, na hatimaye baada ya kusikia mlio wa gari aliamua kuchungulia dirishani, na hatimaye akaona gari linakuja kupakiwa karibu kabisa na nyumba. Mlango wa kwanza uliofunguliwa, alimuona rafiki yake anatoka nani huyu? Doris moja kwa moja alifunga lile dirisha na kukimbilia mlangoni, hatimaye akatoka nje. Baada ya kutoka nje, moja kwa moja Doris alivyomwona rafiki yake Bizanura Kabindi akakimbia moja kwa moja na kuja kumkumbatia, hatimaye wakakumbatiana. Baada ya kukumbatiana na kuanza kuambizana kwa kwamba wamemisiana kwa muda mfupi tu huo ambao ulikuwa umejitokeza, lakini akamwambia waingie ndani ili waweze kukaa na hatimaye ajaribu kumsimulia yote ambayo yaliyotokea. Hapo ndipo ambapo Dr. Rwechungura alipoagana na mpenzi wake huyu wa kuitwa Doris, na hatimaye Dr. Rwechungura hakutaka kukaa, alirudi moja kwa moja kwenye gari. Hatimaye akawasha gari na hatimaye akaondoka. Doris akakaa humo ndani kwenye makochi akiwa pamoja na Zanura Kabindi, wakaanza kuzungumza kuhusiana na vimbwanga vile ambavyo vilivyokuwa vimetokea. Akamsimulia kwamba walitoka kule wakaja moja kwa moja mpaka nyumbani wakakuta pamefungwa. Baada ya kufungua kuingia ndani, akamwacha Firomena ndani, ila askari Roida akamsisitiza kwamba waende pale dukani, waende kuangalia kile ambacho walichojaribu kumwambia kwamba wameangalia wamekuta vitu hamna katika hilo duka. Sasa wakati wanapandisha kule, wakamkuta askari Chacha yuko pamoja na mzee Kashero wakiwa wanatafakari ni kitu gani cha kufanya. Sasa hapo akaamua kumsimulia vyote ambavyo vilivyotokea mpaka giza lilivyotanda na hatimaye miangu ilivyoanza kutokana kutoka kwenye sauti zao, yaani mzee Baruzu yeye pamoja na askari Chacha wakiwa wanabishana hapa na pale mmoja anatega mtego wa wagonjwa fulani, mwingine anategua, mwingine anatega hiki, mwingine anategua. Wakiwa wanajinasibu wenyewe vyote, akaamua kumwambia rafiki yake, na hatimaye rafiki yake hakuona ajabu, kwa sababu ni vitu ambavyo vinafahamika, kwamba mama Mshewa alishawahi na yeye kumwambia kwamba mzee Baruzu huyu ni mchawi. Kwa hiyo hamna kitu ambacho kilichoshangaliwa hapo wa, alichukulia tu ni hali ya kawaida, kwa sababu yeye ni jirani yao na kina mzee Baruzu huyu, kwa sababu yeye ame, amepanga na yeye karibu kabisa na mzee mwenye nyumba hiyo ambayo aliyowapangisha kina mzee Baruzu huyu. Kwa hiyo baba mwenye nyumba hii ambayo wanaisha kina Baruzu huyu na, nyum, na baba mwenye nyumba hii ambayo anaishi Doris maanake ni majirani, kwa hiyo hakuona ajabu, kwa sababu mama Mshewa ni rafiki mkubwa sana wa Doris. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti sehemu ya ishirini na tisa ya simulizi hii, mchuma janga hula na wakwao, imeishia hapa. Tumemwona Bizanura Kabindi akiwa amebaki peke yake katika nyumba na hatimaye akiwa anajishauri nje, akiwa ametoka nje na kuanza kujishauri, amebaki peke yake je, yeah. Mzevaruzu uye akianza kuyaleta yale kama yaliyotokea dukani, atasaidiwa na nani? Baada tu ya askari Roida kumwaga pamoja na askari Chacha, wakiwa wameondoka sasa kuelekea kituoni kwenye kazi zao. Lakini baada ya kuchukwa simu yake na kupiga, alisikia rafiki yake Doris akimwambia kwamba Anakuja maanake, anakuja yupo kwenye gari ya Dr. Rwechungura, anakuja hapo hapo nyumbani. Ndipo alipoanza kurukaruka na mtoto mgongoni, akiwa na furaha kwamba ule ukiwa utakuwa umeisha. Kama utakuwa umependezwa na simulizi zetu, tunakuomba subscribe chaneli hii. Hapa chini ya video hii kuna kitufe chenye rangi nyekundu chenye alama ya kengele, unaweza ukagusa hicho moja kwa moja, utakuwa ni mwanafamilia wa chaneli hii ya Baba Sam The King Tanzania TV channel. Na pia wewe utakuwa unapata makara mbalimbali mbali pamoja na simulizi zinapokuwa zikiwekwa hewani. Hapa ni kusisitize tu, endelea kuifuatilia chaneli hii na pia endelea kuifuatilia simulizi hii ili uweze kujifunza mambo mengi. Mimi ni Hasdi Ziro tu Baba Sam The King, msimulizi wako na mtunzi wako wa simulizi hii na nyingine zitakazoendelea na nyingine zilizopita. Nikuwage niseme kwa heri mpaka sehemu ya thalathini ya simulizi hii, mchuma janga hula na wakwao. Niseme kwa heri kwa sasa.